Uwe bwana. Uko vizuri? Bwana mimi niko poa kabisa yeah. Ndugu yangu namshukuru Mungu tuko vizuri, unaona mambo hatari yeah. Eh, safari laga eh, scout ya mabingwa hatari kabisa, tupo hapa, wamefana kabisa. Jambo ni kubwa, jambo ni zito, tulimetukutanisha hapa. Mnaendelea kusherehekea ushindi wenu wa jana. Au jana mjashinda? Ah, we bwana jana ushindi wa jana ni mkubwa sana yani ah. Mimi naona tarehe yeah. 25, mechi ya tarehe 25 tumeanza kushinda jana mechi ah, si ya tarehe 25 tumeanza kushinda jana. Si mambo ya nje ya uwanja? Ah, lakini moja ni kile kile kinatusu Young Africans kwa hey, sababu hiki kilio ni zaidi ya miezi mitatu, tumeupambania mpira wa Tanzania takriban miezi mitatu. Mpaka nyinyi, mpambania mpira wa Afrika. Sisi wa tumepambania mpira wa Tanzania tumeupambania mpira, mpira wa Tanzania kutoka katika mambo ya Shka, ya busara na hekima na tunaoleta katika sheria taratibu uh, na miongozo iliyowekwa na bodi ya ligi na TFF ifatwe FIFA wanaotambua mpira unaoongozwa kwa taratibu sheria na kanuni. Sasa sisi tumeupambania mpira urudi katika misingi ya sheria kanuni na miongozo iliyowekwa pamoja na FIFA. Kwa hiyo eh, wale wanaolalamika kusema kwamba mpira umeingiliwa mm, kwa sababu nikipita Instagram sasa hivi eh, nakuta comment nyingi mpira umeingiliwa na, na, na serikali mpira umeingiliwa na siasa au ni o... watu washabiki wachache sana wasioelewa nini maana ya mpira na nini ambacho wanakiongea. ipo hivi Serikali hairuhusiwi kuingia moja kwa moja kwenye mpira, si umeelewa? Lakini serikali pindi kukitokea kitu ambacho kinahatarisha pengine amani ya, ya nchi yetu au kinaleta hofu au sintofahamu kwa nchi, wana uwezo wa kushauri, wanaruhusiwa kushauri. Alichokifanya mama kule kunaitwaje, acha mimi napenda ile jina Chamwino. Chamwino, watoto wa Chamwino, sisi unajua eh? kule Chamwino ni kushauri. Mama ameita kushauri kwamba wanangu hili jambo kwa nini lisimalizike? Mimi naomba nisikilize upande huu, naomba nisikilize kwenye upande huu, mwenye pointi za msingi, mwenye hoja za msingi, basi huyo atapata haki. Na kweli sisi tumeenda pale, tumepeka watu watatu tu, ila watu wa maana. Watu wamejaza kibangala cha watu, wameenda na kenta, imejaa watu, lakini mwisho wa siku wameondoka vichwa chini, kwa sababu ishu sio wingi wa watu. Ishu ni watu gani unawapeleka, una na wanaenda kupeleka nini, wanaenda kuongea nini? Young Africans Uh, serikali yetu imegundua au watu wa mpira wamegundua kwamba tuna maslahi mazuri sana na soka letu, yaani tunatamani au tunata, tunahitaji kulibadilisha kuliboresha kulikuza zaidi soka letu. Hoja zetu ni za msingi kusema TFF na bodi ya ligi visifungamane, ni hoja ya msingi ambayo itakumbukwa miaka na miaka, kwa sababu vyama vyote vya mpira duniani havifungamani pamoja na mamlaka za soka nchini. Kwa hiyo mimi naamini hivi ambavyo tumevileta Young Africans tukavipeleka kule uh, panantoka bwana Chamwino ndio vilivyofanya wanayanga tukawa na furaha siku ya jana. Watu wanasema mmewakata ngebe Simba, hii sio kukata ngebe. Kamdomo kamdomo kanawaponza, eti maskini ana kiapo. Kauli hiyo akuiambia Young Africans Young Africans ni maskini eh? Wakasema watu tutakuja na taarifa nyeti, si tumeziona bwana, si tulikuwa tunajua tu taarifa nyeti zitakazokuja ndio hizi. Nashangaa sasa, taarifa nyeti zimekuwa na maumivu upande wa pili, yaani watu wanaumia rozi na wauma. Wa yaani nakwambia, je, kwanza wamesusa Ah, mi nakwambia ukweli, wamesusa. Wamesusa wakubali wakatae, wamesusa. Mimi nakwambia ndugu yangu wame... oh, Ricky Media wamesusa. Mi nakwambia mimi nawambia ukweli kabisa, pia mimi si wadanganyi hawa, wamesusa. Ngoja nikwambie, mama katika katoa ushauri, ushauri umefuatwa. Yanga ameposti mechi tarehe 25, mbona hawajaposti? Eh, mbona hawajaposti wao? Aya, viongozi wao kimya sisi viongozi wetu wamemshukuru, amempongeza mama Samia Suluhu wao. Ndio maana mama, wakati anapiga zile picha, alipiga picha aina mbili, ile ni protocol. Watu wa kule wanaelewa mama. Picha na viongozi wa Yanga alifunga, lakini picha aliyopiga na wale mabwana aliweka swala hivi. Ah, ah, kawafate watu wa protocol, atakwambia sisi watu wa protocol. Mama alifunga

Eh, watu, watu wanasema mbona kama Yanga na sasa anabebwa bebwa na pendeleo pendeleo napendelewa pendelewa leo hii imekuwa hayo tena e, yamekuwa hayo e. Jamani, yamesaurika ya Kayombo. Kuna sehemu nikakuta comment wakasemaje, ndo maana Yanga Afrika alicheza fainali ya kombe la shirikisho aliko ikulu, lakini Simba mpaka leo kimya. Sasa wewe unatia aibu taifa Alafu tukuwa ilike ikulu. Sisi chukua, tumeenda kule mechi ya pili, tumempiga mtu kwao. Tumempiga mtu. Kini tumetolewa kwa kanuni, she, wamepigwa ah, mepigwa tatu moja, unaitwaje ikulu haku? We tayari ushatwaibisha tuwaibisha. Ikulu hawaendi watu. Ikulu ni mahali patakatifu. Ikulu ni mahali patakatifu. Hasa kikulu mahali patakatifu. Wela fukiangu napeleka watu, wamepigwa tatu moja, unapeleka ikulu wakafanyini? Wana wote ya tuja eh? Si kuchukua ishu wewe hujachukua kwa namna gani? Ishu ni namna. Uwezi ukafanya kitu kipya duniani. Ishu ni namna ya ufanyaji. Sawa, hakuna biashara mpya utafungua we kwenye dunia hii utawashangaza watu. Issue ni namna yako ya ufanyaji, sijui umeelewa. Young Africans namna ya wao kukosa ule ubingwa iliwavutia watu wote, mpaka tukaitwa Ikulu. Tumetolewa kwa aggregate tena kwa mabomu mengi uwanjani katika mechi yetu, ila hawa ndugu yangu, mechi nyeupe wanafungwa huku wanajiona. Sasa leo hii tu kuita ikulu Hivi kweli serious kabisa yeah. sisi kabisa yeah. pako umezuzwa yeah. Klementi Nzize yeah. kweli Max Nzengeli yeah. alidia ucho muda athiria haya yeah. mwamba wa Lusaka Prince Mutamalile dube Nak nakupa siri yeah. nakuibia siri Rick Media PM mnawaibia siri azizi ki Stefan azizi ki bado ana mkataba na Young Africans yale mashindano ambayo yapo kule yanaitwa Club World Cup ni mashindano mapya ambao hata Ronaldo utaenda kumwona anacheza katika yale mashindano. Maana yake nini? Ni mashindano mapya yanahitaji attention. kwa akimalizana na Manchester City anakuja kumaliza mkataba wake Stefani Aziziki moto huko pale pale. Mimi si ndo nakwambia nenda TFF, nenda bodi ya ligi omba ya Aziziki, nasoma Young Africans kwao kule tumewapeleka, tulimradi akacheza na Manchester City tarehe 25 azizi yupo pako yani, pakome yupo eh, wajibane baba Mobeto yupo, nakwambia my friend, watakuja kwe, shida iko pale pale Tabulele eh? Tabu lele ah, la yani, si tumefurahi jamani, tarehe 25, ndio maana nakwambia oya Yanga, tunajua hatuna tuna jambo dogo tulivyosema, hatuchezi tumetuatisheti, hatuchezi ng'oo, zimeuzwa mpaka Spain. kuna mzigo unachomoka huo baba aha. mzigo unakuja Unajua, unajua imeandikwaje? Unajua inasemaje? hiyo <laughs> ndio hatari yaani, hiyo okay. Unataka nikudokeze? Okay. Ah, bwana bwana, bwana <laughs> usifanye hivyo bwana <laughs> mimi nataka upate surprise bwana e, upate surprise huyo <laughs> nakupa surprise e. E, nakupa, e, nakupa oh, iyo, surprise hiyo utakutana nayo jioni e, bwana, Baraka. E. Bwana kuna wachambuzi walishikilia kidedea sana mwanangu. Ah, swali zuri sana swali <laughs> zuri sana ili swali, nataka ndugu yangu, kama kuna uwezekano kwenye hili swali, kwenye hili swali kama kutakuwa na uwezekano, naomba nikuagizie safari pale kumi, upewe safari raga kumi kwa hili swali kubwa na zito, umekuja penyewe. Ansi Rafaeli amegeuka mkombozi baada ya voice of the voiceless. Ansi anaitwa the voice of the smartness mimi lakini mimi nakwambia badala ya voice of the voiceless, kuna mtu anaitwa voice of the smartness Hans Rafael Mwamba kabisa eh, e, wale ambao hawana sauti sasa, si <laughs> mabubu sisi, tunasemea wale anawaongelea, wenye akili of the smartness. Hans Rafael mtoto mdogo alianza kusimamia hii show tangu mwanzo, anawaambia nyinyi, Yanga wapo kwenye haki na haki yao wataipata, unafanya fanya mchezo nini? Watu wakasema anapiga hujaa, alijua kama vile Yanga tunatania walisi kama sisi tunafanya masiala, hawajui yanga ndio asili yetu, kubadilisha mpira wetu, kuleta maendeleo kwenye mpira wetu, kuleta mapambano ambayo yanatija na soka letu. Hii ni asili ya Young Africans. Kwa hiyo hiki tulichokuwa tunakifanya, washabiki wa Young Africans sawa, walikuwa wanajua kabisa nini hatima hatma. Sijui umenielewa. Hans Rafaeli pamoja na wakina Mkalaboko, shout out kwa wakina Farani, shout out kwa wakina Ambukile, shout out kwa wakina Yasin Kesi, shout out kwao uh, na ule jamaa eh, Farani, shout out kabisa. Wale walikuwa wanajua kabisa kwamba Young Africans wapo katika njia iliyonyooka, njia sahihi. Huwezi kuondesha mpira wako vibaya vibaya. Mpira wetu unauendesha kwa madudu, halafu uendelee kubaki sawa. Mechi wewe uigairishe bila sababu za msingi. Leo hii unataka watu waji wacheze bila sababu za msingi Mama akasemaje? Hebu malizeni hili jambo. Tarehe 25 kama wewe mwanaume wewe unanitaka? Nyinyi si mnatutaka? Nyinyi si mnajifanya mlikuwa mnatutaka sisi. Sasa tarehe 25 njooni. Hivyo hivyo mkiwa mmesusa ila nawashauri. Msisahau kwenda kupeleka barua ya kuomba ku-train siku moja kabla ya mchezo tarehe 24 msisahau. Msijisahulishe. Tarehe 24 mpeleke barua ya kwenda ku-train siku moja kabla ya mchezo msisahau. Wale wachambuzi chali. Na chali kule. Hawajaposti mpaka sasa hivi. Kimya. Hili inaitwa pigo takatifu pigo, yeah. Pigo takatifu wamepigwa bodi ya ligi TFF na Makolo. Pigo takatifu hapo, hmm. Ndo anajua sasa. Ukizungumzia Tanzania unazungumzia wananchi, wananchi ndio Young Africans. Tushamaliza. Tushamaliza. Watu wanasema, kuna watu wanaendesha, wanaendesha propaganda kule za kusema mpira umeingiliwa na serikali. Sio kweli kabisa, sio kweli. Kilichotokea ni kushauri na inaruhusiwa Sawa kwa hiki wanachokifanya wao ni propaganda ambazo sizo tu, wanatamani kutuharibia kwenye soka letu. Baada ya kuona wameshindwa, wanatamani kuharibu, kututilia doa kwenye soka letu, lakini sisi tulichokitaka kimefanyiwa kazi na kinaendelea kufanyiwa kazi. Tarehe 25 we ulikuwa unanitaka, tumekutana leta timu. Tarehe 25 kama unataka mbuzi njoo nao, kama unataka wazee njoo nao, kama utoa taarifa wewe tu, lakini tarehe 25 njoeni. Hii ndio Young African, the club above all. Asante.